Tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata inatoka katika Injili ya Yohana sura ya kumi na nne kuanzia aya ya kwanza hadi ya sita. Na katika hii sura ya kumi na nne Yesu sasa amewakusanya hao mitume wake, anaanza kuwaambia mambo yatakayowakuta baadaye, anaanza kuwapatia moyo. Anasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, mniamini na mimi Akasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, nami niendako mwaijua njia. Katika habari eh, ya kumfuata Kristo sehemu kubwa sana ambayo, eh, adui akikushambulia atakumaliza kabisa kabisa katika suala zima la imani, ni juu ya moyo wako. Ndiyo maana kuna sehemu imeandikwa, linda sana moyo wako kukuliko eh, kitu kingine chochote kile. Neni anasema ndani ya moyo ndipo kuliko na hazina zote za Mwenyezi Mungu. Ndani ya moyo wako ndipo yalipo yale maono, na vile vile pia ule utume wa Mwenyezi Mungu ambao ameuweka sasa moyo huu ukifadhaishwa na matukio mabaya ukaanza kunung'unika, unakosa kabisa mwanga. Yesu anasema kwamba msifadhaike katika nyakati ngumu zitakazo kuja katika maisha yenu, msifadhaike mioyoni mwenu, kwa sababu ya matukio ya muda tu ambayo itakuja kuja kuwaumiza, kwa sababu mateso ya mwili ambayo unaweza kuja kuyapata ni ya muda, lakini ili uweze kuingia katika maisha ya umilele lazima mwili uweze kutikisika kidogo, upate matiso kama hayo. Anasema ninaenda, anasema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, na kama nyumbani kwa Baba kungekuwa hakuna makao mengi, anasema angetuambia, na anaenda kutuandalia huko makao. Hivyo basi, maisha ya duniani hapa tunapita, tusije tukabwetika sana tukashikamana na vitu vya kidunia hivi tukaona kabisa kwamba maisha yameharibika, bado tuna maisha ya umilele na Yesu mwenyewe anatuhakikishia, amesema kuna makao mengi. Duniani hapa unaweza ukatengwa na baadhi ya ndugu wakakufukuza katika makao yao katika nyumba zao, lakini usi, usife moyo. Amesema kule kuna makao mengi, yaani mbinguni una chumba chako. Kuna mtu mmoja alisema hivi, ukiona unafanya maombi mengi sana Yesu amekaa kimya, ajibu maombi usihangaike. Kwa nini? kwa sababu mara nyingine Yesu huwa anakuwa busy kule, anaandaa chumba chako kiasi kwamba anashindwa kuweza kusikiliza maombi yako. Hivyo basi ukiona Yesu hajajibu maombi, kaa tu kimya, furahi, kwa sababu anakuandalia chumba mbinguni. Kule hakuna kulala wawili wawili, kila mmoja atakuwa na nyumba yake, atakuwa na sehemu yake nzuri kabisa. Na hii ndio maana Yesu anatupatia matumaini, anasema kwamba kama ingekuwa ni kinyume chake angetuambia. Sasa anasema hivi pale yeye alipo amesema na sisi tutakuwepo. Mazoezi ya kukaa na Yesu huko mbinguni tunaanza hapa paduniani. Tenga muda katika safari ya maisha yako kuweza kukaa na Yesu. Kaa na Yesu wa Ekaristi. Tumia muda wako, kaa katika ukimya, ongea naye. Anza kufanya mazoezi ya kukaa na Yesu na kuongea na Yesu. Punguza muda wa kuweza kukaa na kuchati na kuongea na watu, kwa sababu hawa watu hawa hutakuwa nao milele, lakini yule ambaye hutakekuwa naye milele anakusubiri huko mbinguni. Usifadhaike ndani ya moyo wako kwa magumu unayoyapata, mbinguni una makao mazuri. kana Yesu atakubariki, akulinde na kubariki. Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.